Tunaendelea na safu yetu ya uchambuzi ambapo mkutano wa kilele wa masuala ya uchumi kati ya Iran na Afrika unafanyika mjini Teherani tangu mwishoni mwa juma lililopita utahamishiwa hii leo na kisha kufuatiwa na maonyesho ya kibiashara kwenye mji wa Isfahan Isfahan. Mkutano ambao ni watatu kati ya pande hizo mbili ulifunguliwa siku ya Jumapili na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran, huku ajenda kuu zikiwa ni ushirikiano katika sekta ya kilimo, madini na nishati. Hata hivyo pande hizo zitanufaika na kitu gani kupitia ushirikiano huo wa karibu swali? So hilo na mengine mengi, mwenzangu Rashid Chilumba amemuuliza mwandishi wa habari Abdul Fattah Musa akiwa mjini Tehran. Lengo la Iran hasa hasa ni kufungua njia ya mawasiliano kwa ajili ya ushirikiano wa kiuchumi baina ya Iran na nchi za Afrika. Kama unavyojua kwamba Iran kwa muda mrefu imekuwa inakabiliwa na vikwazo vya kiuchumi na kibiashara vya nchi za Magharibi, na kwa hivyo, kwa muda mrefu sasa imekuwa ikijaribu kutafuta njia mbadala za kuweza kujiimarisha na kujistawisha kiuchumi na kwa njia ya kujenga mawasiliano na mataifa ya mabara mengine mawili muhimu duniani, bara la Asia ambayo Iran yenyewe ipo na vile vile bara la Afrika, ambalo kwa bahati mbaya Iran imelipuuza kwa muda mrefu. Ume, ume, umeeleza hapo Iran yenyewe inakabiliwa na changamoto chungu nzima za kiuchumi, na kwa hivyo mtu anaposikia kuna mkutano wa masuala ya uchumi kati ya Iran na Afrika, bila shaka atajiuliza nchi za Afrika zinaweza kunufaika nini na Iran. Kwanza nchi yenyewe, Iran ni hasimu kwa mataifa ya Magharibi ambayo ndio wachangiaji wakubwa wa hisani za maendeleo barani Afrika, na yenyewe kama ulivyosema inazongwa na matatizo ya kiuchumi. Afrika itapata nini? Nchi za Kiafrika ambazo nazo pia baadhi yao zinataka kujistawisha katika upande wa teknolojia hasa kwa upande wa nishati ya nyuklia au teknolojia ya nano na vile vile masuala ya kiviwanda yanaweza nchi hizo kuweza kuitumia fursa ya kuwepo Iran ambayo imekuwa inabanwa kuweza kupanua uhusiano wake na nchi za magharibi, nchi za Ulaya na vile vile kutokana na vikwazo vya Marekani kuweza kupata fursa ya kuweza kufaidisha pande mbili, kwa upande mmoja kuweza kutoa uzoefu na tajiriba ambayo Iran inayo katika masuala ya sekta mbalimbali za kiteknolojia na kwa upande mwingine nchi za Afrika nazo zikiwa ni masoko makubwa kwa ajili ya bidhaa na vilevile vile kwa ajili ya mabadilishano ya kibiashara, yanaweza kutoa fursa kwa Iran ambayo kwa upande wake nayo imekuwa inatafuta fursa nyingine ili kuweza kuepuka mbinyo na vikwazo vya kiuchumi za Magharibi na hasa Marekani. Wako wanaoamini mikutano ya aina hii ya viongozi chungu nzima wa Afrika wanaitwa sehemu moja kwa mkutano wa kilele na nchi moja moja. Kama hivyo, mkutano kati ya Afrika na Iran au na Marekani ama Uturuki kunalifedhehesha bara zima la Afrika. Wewe una mtazamo gani? Bila shaka, kwa upande mmoja tunaweza kuliangalia suala hili kwa katika hali hiyo, lakini inaweza pia ikawa ni fursa ambayo kama mashirikiano haya baina ya nchi za Afrika na nchi mbalimbali zilizoanzisha utaratibu kama huu kama Uchina Aa, au pengine Urusi, Uturuki kama walivyoashiria, na sasa Iran nayo imejiunga na mkondo huu. Inaweza pia kuwa ni fursa ambayo nchi za Kiafrika inaweza ikazitumia kuvuna uzoefu, uwezo na vile vile masoko yake kuweza kuyafungua kwa ajili ya kukaribisha uwekezaji wa nchi kama hizi, lakini kwa msingi tu usio wa kuweza kutaka kubaku, kufaidika na bidhaa, lakini vilevile kuchota vile utaalamu na uwezo ambao utazifanya nchi hizo baada ya muda zisiwe tena na utegemezi wa mataifa.